Katika kipindi cha miaka yangu katika huduma, watu wengi wameniuliza uwe swali lile lile. Je, ni. Je, inawezekana kwa mtu kuwa mkristo ambaye anakataa kuishi kama Mkristo? Au inawezekana kuwa na imani yenye kuokoa bila kushuhudia aina yoyote ya matembezi ya kiroho. Au labda imesemwa hivi. Je, mtu kweli ni Mkristo ikiwa haombi au hawasomi Biblia au hawaendi kanisani? Au nimesikia hivi. Ikiwa mtu atasema waliokolewa miaka mingi iliyopita, lakini sasa katika miaka yao ya baadaye kwa kweli hawana hamu, wanasema kumfuata Kristo, je, wameokoka kweli? Vema, maswali haya, haijalishi jinsi yanavyosemwa, yote yanatokana na swali moja la msingi: je, imani ya kweli ina uhusiano wowote na matendo mema? Sasa kwa uwazi, mjadala wowote wa uaminifu kuhusu injili ya Kristo hivi karibuni au baadaye utashughulikia uhusiano kati ya imani na matendo. Naam, hebu jibu hilo. e, kama e, tunaporudi kwenye Warumi moja, mtume Paulo anaandika jambo ambalo ambalo linasikika ue labda kidogo lisilofaa kwako. Ni msemo huu hapa. Utii wa imani sasa ikiwa kifungu hiki cha maneno kinaonekana kutofahamika, ni kwa sababu kinaonekana mara moja tu katika Agano Jipya lote, na hiyo ni katika sura ya mwisho ya kitabu cha Warumi. Sasa hapa nimesoma tu mara ya kwanza ambapo msemo huu umetokea, hapa katika Warumi moja tano, utii wa imani kupitia Yesu Kristo tumepokea neema na utume ili kuleta utii wa imani kwa ajili ya jina lake miongoni mwa mataifa yote. Sasa tutashughulikia zaidi kuhusu mada ya neema tutakapofika kwenye mstari wa saba lakini ninachotaka kuonyesha hapa kwenye mstari wa tano ni kwamba Paulo anasema waziwazi kuwa kusudi la utume wake kama mtume ni kuleta utii wa imani miongoni mwa mataifa, na lazima nikuambie hilo linafungua mlango wa kuuliza maswali ya aina hii. Je, imani na utii haviwezi kutenganishwa? Je, imani ya kweli inaweza kuwepo bila utii? Sasa, ili kujibu maswali haya tunahitaji kuelewa asili ya imani ya wokovu wa kibiblia. Paulo anaenda kuwaandikia Waefeso, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, Waefeso 2:8. Kwa hivyo tunahitaji kufafanua imani inayookoa, na ninataka kuanza kwa kufafanua imani inayookoa kwauo kutoa maoni kuhusu kile ambacho sio. Kwanza, hebu niseme kwamba imani ni si kukubaliana tu na ukweli u kauli au, au mambo ya eh wokovu siyo tu kuamini uo ukweli kwamba yesu ni mwana wa mungu au kwamba yesu alifufuka kutoka kwa wafu basi kama hicho ndicho tu basi kila pepo ni muumini kwa sababu wanaamini ukweli huo kama vile yakobo anavyoandika katika kitabu chake sura ya 2 mstari wa 19 unaamini kwamba mungu ni mmoja kwa maneno mengine unaamini kwamba kuna mungu mmoja wa kweli tu Yakobo anaandika, vema watenda vema. Hata pepo huamini hivyo na kutetemeka, au kutetemeka. Ngoja nikuambie, lo, mapepo leo hayatilii shaka ufufuo wa Kristo. Hawana shaka kwamba Yesu alikufa msalabani. Wanajua yeye ni Mungu katika mwili. Wao wanajua kwamba mbingu na kuzimu ni halisi, lakini hakuna mapepo kwenye njia yao ya kwenda mbinguni, ingawa wanaamini kweli hizo zote. Hivyo basi, imani inayookoa sio tu kuamini kitu ambacho ni cha kihistoria au cha ukweli. Pili, imani inayookoa sio uhakika wa muda mfupi wakati wa majaribu unayoweza kupitia maishani. Miaka kadhaa iliyopita nilisoma utafiti ambapo zaidi ya nusu ya watu waliohojiwa walisema wanaamini Mungu, lakini ni sehemu ndogo tu ya watu hao hao waliamini kwamba Biblia ina mamlaka yoyote juu ya maadili yao au maisha yao binafsi. Unaona, watu wengi leo wana wazo la jumla tu kuhusu Mungu na linatokana na bahati njema fulani walioipata. Watu wamenieleza unajua, nilipoteza kazi yangu na nikaomba kwa Mungu, halafu nikapata kazi nyingine. Hilo lilinifanya nijue kwamba niko sawa na Mungu. Wengine wamenieleza mtoto wangu aliugua na nikaomba kwamba Mungu amponye mtoto wangu, na basi mtoto wangu akapona. Kwa hiyo najua Mungu ananisikia. Wengine wamenieleza kuhusu ndoto walioipata au muujiza fulani walioupata, tukio la karibu kufa au kuokolewa kwenye hatari na wataniambia, basi hilo lilinithibitishia kwamba kwamba Mungu yupo kwenye maisha yangu. Naam, hapa kuna tatizo. Imani yao inahusiana na maisha yao duniani. Imani yao haina uhusiano wowote na kuwaingiza mbinguni. A ah, na dhambi yao kwa njia, ukiwauliza, sio suala lolote kwao. Hawataki uhusiano wowote na toba wao, hawataki kutumaini i katika kazi ya msalaba ya Kristo. Kwa maneno mengine, wanataka uhakika wa mbinguni na pia wanataka dhambi zao, maisha yao ya dhambi, kwa wakati huo huo. Wanataka kujichagulia wenyewe kilicho sahihi au kibaya na bado waamini kwamba Mungu atawachekea tu na siku moja afungue mlango wa mbinguni kwao. Kwa hiyo, toleo lao la imani halihusiani na mabadiliko ya maisha. Yohana aliandika katika moja Yohana sura ya tatu katika mstari wa kumi, ni dhahiri kwamba ni watoto wa Mungu na ambao ni watoto wa ibilisi. Kila mtu asiyetenda haki hatokani na Mungu. Sasa wapendwa, hiyo haimaanishi kwamba waamini wa kweli hawatendi dhambi. Neno kuu ambalo Yohana analitumia hapo ni neno mazoezi. Ni jambo moja kufanya maisha ya haki na wakati mwingine kushindwa ni jambo tofauti kabisa kutokujali viwango vya maadili na haki vya Mungu na kuendelea tu kuishi maisha ya dhambi. Na hebu nikuambie, hiyo siyo imani inayookoa. Siyo kazi yako kuwapa watu pongezi au kuwapa matumaini ya uongo kwa namna yoyote. Kazi yako ni kuwaonya kwamba tumaini lao ni la uongo, hawana imani ya kweli inayookoa. Basi, imani inayookoa sio tu kuamini mambo ambayo ni ya kweli, wala siyo hisia za muda mfupi za kuwa na uhakika kuhusu maisha hapa duniani. Sasa hebu tuangalie upande wa pili wa sarafu, upande chanya: imani inayookoa ni nini? Kwa urahisi, imani inayookoa ni kutubu na kumtumainia Bwana Yesu Kristo peke yake kwa msamaha binafsi na uzima wa milele. Paulo anaendelea kwa njia kuandika pale katika Waefeso sura ya mbili mistari ya nane na tisa, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, na hii siyo kazi yenu wenyewe, ni zawadi ya Mungu, si kwa matendo, ili mtu yeyote asije akajisifu. Hivyo wokovu unakuja kwa imani katika Kristo pekee. Hata hivyo, imani ya kweli hufanya kazi. Tunaokolewa kwa imani pekee, lakini imani inayookoa haikai peke yake kamwe. Kwa maneno mengine, wokovu utazalisha hamu moyoni mwako ya utii kwa Kristo na matendo mema Lo, ukosefu wa utii, ukosefu wa hamu ya kuishi kwa kimungu kungekuwa ushahidi wa imani potofu na siyo imani ya kweli katika Kristo. Kwa hivyo, wacha niseme hivi: matendo mema siyo sharti la wokovu, wao ni matokeo ya wokovu. Maana yake, hutendi matendo mema ili uweze kwenda mbinguni, bali kwa sababu unaenda mbinguni matendo mema ni zawadi za shukrani tu tunazomrudishia Mwokozi wetu. Huenda ukakumbuka tukio lile ambapo Paulo aliokolewa katika njia ya Dameski na mara moja akamuuliza Yesu katika Matendo ya Mitume sura ya ishirini na mbili mstari wa kumi, Bwana nifanye nini? Unataka nifanye nini? Unaona, imani ya kweli katika Kristo inazalisha hamu ya kumtii Kristo. Ni tendo la imani ambalo sasa limeanza moyoni na katika maisha ya muumini wa kweli. Hivyo tena hapa katika mstari wa tano, Paulo anasema kwamba huduma yake ni kuleta imani ya kweli katika Kristo na utii wa imani, na anataja hapa katika mstari wa tano kwamba huduma yake haina mipaka. Ni kwa mataifa. Neno la Kigiriki linalotumika hapa kwa mataifa mara nyingi linatafsiriwa kama watu wa mataifa, yaani wasio Wayahudi. Hilo ni la kushangaza kwa sababu Paulo alikuwa Farisayo mwenye kiburi na Mafarisayo hawakuwa na uhusiano na mataifa. Lakini sasa Paulo anaona huduma yake inawafikia wote. Yeye anapaswa kuwaambia kila mtu, watu wa mataifa na Wayahudi vile vile, ili wote waje kumpata imani katika Kristo, na na kila mtu, eh, basi ambaye ameokolewa kweli atamtii Bwana kwa shukrani. Mtu mmoja aliwahi kuniambia eh, siku moja zamani, tukiwa tunakula supu ambayo, kwa njia, hakubusa sana alisema, Steven, nimehisi sana kuhukumiwa kwa kukosa shauku kwa Mungu. Sikuwa naishi kwa ajili yake kazini, bali kwa ajili ya familia yangu. E, nimehisi sana kosa hilo na, na nilirudi nyumbani baada ya kazi e, siku chache zilizopita na nikakiri kutokuwa mwaminifu kwangu kwa Bwana na kwamba nilitaka kukata kabisa kutoka, kutoka kwa maisha yangu ya kufanya mapatano na dhambi. Basi, huyu mtu aliniambia wakati wa chakula cha mchana kwamba yeye na mke wake walianza kupitia nyumba yao na kutupa vitu mbali. Vitabu, filamu, muziki, chochote ambacho hakichangii maisha matakatifu. Aliniambia, tulikaa macho hadi saa tisa usiku tukisafisha kila kitu. Kisha akiwa na machozi machoni mwake akaniambia, nilikuwa nimechoka kucheza michezo, nilitaka kuwa wa kweli kwa Mungu. Basi hebu niwaambie, hiyo ndiyo utiifu wa imani. Kuna wimbo wa zamani unaounganisha vipengele hivi viwili vya imani na utiifu. Unakwenda hivi: amini na tii, maana hakuna njia nyingine ya kuwa na furaha ndani ya Yesu ila kuamini na kutii.